Na mtazamaji wa Trend TV bwana, niko hapa na hii video ambayo na pia inaenda viral huko mtandaoni, ambapo hii bwana inamhusu mama Mawigi, moja kati ya makomedia ni maarufu hapa Tanzania, na actually, anafanya vizuri kweli kweli. Sasa mama Mawigi bwana ameamua kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea huko mtandaoni mara tu baada ya mwanadada Rushayna kusambaa kwa voice zake akiwa anamsema vibaya mume wa Hamisa Mobeto ambaye huyu ni mchezaji wa klabu ya Yanga ambaye anafahamika kwa jina la Azizi Ki. Sasa, mama Mawigi bwana, amekuja kuzungumza point. Unaweza ukajua kwamba huyu ni comedian, labda anaongea vitu vya masiara, lakini ukitulia ukamsikiliza, utaelewa kabisa kwamba alikuwa anaongea pointi tupu, hakuna pumba hata moja. Kwa kifupi ni kwamba Mama Mawigi nitakusikilizisha hapa, umsikiliza alichokisema, lakini the main point alikuwa anasema ni kwamba mtu akishapendwa mtu akishapenda hawezi akaona e, ubaya wowote wa mpenzi wake na wala havihusiani, yani mwonekano wa uhusiani na jinsi ambavyo mtu anavyojisikia moyoni mwake. At the end of the day, Mama Mawigi amesema kwamba amekumbushia ule msemo wa Kiswahili unaosema kwamba mtu akipenda chongo huita kengeza. Unaelewa eh? Eh, kwa kama watu wanaona kwamba labda Aziziki huyu kwa, kwa sababu kwa mujibu wa huyu Rushaina alikuwa anamsema Aziziki kwamba yuko na lips mbaya na Hamisa anawezaje kumkisi na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo Mama Mawigi amesema kwamba hizo wala hiyo issue ina, inaweza kuwa hata sio tatizo kabisa kwa Hamisa Mobeto, ndio kwanza anamuona mpenzi wake yuko na lips denda, na akasema pia kwamba kuna wanaume wangapi huku awali walikuwa wanasemwa vibaya na sasa hivi wanasifiwa kwamba ni handsome boy eh, na kitu kingine kikubwa zaidi ni kwamba mwanaume akishakuwa na pesa hakuna ubaya wa ambao utaonekana yuko nao. Yaani, utaonekana mbaya iwapo kama pesa huna, lakini at the end of the day ukishakuwa na fedha basi, moja kwa moja unaonekana Mnyamwezi, handsome boy mwanzo mwisho. So hicho ndo kitu ambacho amekizungumza, lakini pia point ya kwanza ambayo ameizungumza Mama Mawigi amesema kwamba mbaya aliyeleta hizi habari ndiye mtu wa kulaumiwa n yani kwamba aliye kuja kuleta hizi habari mtandaoni kwamba Rushayna amemsema Aziziki mume wa Misa Mobetto, huyo ndo wa kulaumiwa, kwa sababu kusemana kutetana ni kitu cha kawaida, lakini yule anayetoa habari za kutetana huku kupeleka huku, kufanya watu waanze kugombana na kuwaumiza watu hisia zao ndiye huyo mbaya, yani kama Juma Lokole. Actually mimi nanyosha moja kwa moja kwa sababu Juma Lokole ndiye alileta hizi habari mtandaoni. Sasa iwapo kama Juma Lokole asinge posti, it means kwamba hata huyo wa Misa Mobetto ha, asingejisikia vibaya hata huyo Rushaina asingejisikia aibu kwa hiki alichokisema pembeni. itimizi kwamba urafiki wa Rushaina na Misamobeto ungekwepo mpaka leo iwapo kama Hamisa ipo kama Juma asingezileta hizi habari online. Lakini at the end of the day, Juma kuzileta online imefanya kwanza kabisa Hamisa Mobeto mwenye ameumia moyoni mpaka kumblock Rushaina. Urafiki wa Rushaina na Hamisa Mobeto umekwisha, chanzo ni Juma. So huyu ndio akulaumiwa kwa mujibu wa Mama Mawigi, japokuwa mwenye Mama Mawigi hakunyosha moja kwa moja kwamba Juma Lokole ndio sosi ya haya mambo kufika huko. So msikilize hapa, Mama Mawigi mwenye akiwa anazungumzia hiyo situation. Jamani vijana Hivi vitu vingine kama mnapoteza muda. Mambo ya kusema sijui fulani, akamsema fulani vibaya, sijui fulani. Wewe uliye rudi kuse kuulia sitia kwa nini usinyamaze? Kwa sababu yeye aliyesema hajasitia na isingempa madhara yoyote, eh? Na kutetana hapa duniani jambo la kawaida kabisa. Mimi na watoto sita, mimi nchiwa wa saba. Tuchikaa watatu wale wanne mko kule tunawateta. Na wao wachikaa kule na chikao chao wanatoteta.

Jamani vijana, akipenda chongo unaita kiengeza. Yani hiyo lips unaiona ni mbaya? Yeye anaona lips tena. Ndio maana unaona mwenye mpenzi ambaye ana warachi warachi, huwa na utetezi wake wake kama, na dinayo kama zitasikia so ah. Unaona mwanaume kweli anamtengeneza mtu wake anayemhitaji kichwani mm anga alikuwa mbaya au anaita sijui nini siu madomo s simaichivi na hapo, ubaya mwingine kwamba una hela, mtu achishakuwa na hela ni mzuri tu. Mwanaume yoyote pesa inamtakatatisha, hawezi kuwa mbaya. Jamani, acheni kupoteza muda eh ya mambo ya mapenzi ni mtu mtu mtu kulizika na roho yake, akatengeneza mtu wake anayemtaka. Kama alikuwa na mjicho umekaa juu hivi, yeye ndo kapanga hivyo kichwani mwake, anatengeneza mtu wake tena, achipenda chongo Ujumbe huu ndio watu wenu, mtakuwa mnakataa watu, alafu akipata hela mnaanza kuchomoka. Kwa jamani, kwa namkataa, chukua hiyo namba. Hata kama una mwana mbaya, baadaye akipata hela itakuwa safi. Ujumbe huu ya. so, hicho ndicho alichokizungumza Mama Mawigi. Umeona bwana, eh. So, ukiangalia, hapa kuna baadhi ya page zimekuja ku report kwa mfano hapo kuna page imeandika kwamba mchekeshaji Mama Mawigi ametuma ujumbe huu kwa watu wanaongelea vibaya, wanaongelea vibaya Aziziki na Hamisa Mobeto, msikilize hadi mwisho. So, ukipita katika page ya Mama Mawigi mwenyewe, na yeye, naye pia amepost hii au bwana, eh. Na wadau of course wamekuja kuweka comments zao, yani comments zimekuwa ni nyingi kweli kweli, nataka nikusomee hapa wadau walichokuja ku comment kwa mfano hmm, kuna huyu hapa ameandika kwamba bwana mama, big up sana, umeongea point sana, kunywa pepsi mbili baridi kabisa na kuja kulipa. Kwa msema bwana, mimi mwenyewe kiukweli, nikikaa peke yangu huwa najiteta. Sasa sijui kwa nini mnashangaa mtu kutetwa. mguu wa zinja stropaz. Mama umenimaliza, umenivunja mbavu mama, kuwa mama kawa mwehu tumnyang'anye simu hapo. Kiukweli nimecheka kwa mbaya. Mbaya ni yule aliyetuma screenshot kwa Juma Lokole. Huyo ndio mbaya na tena wangemchamba. Uh, mimi kiukweli sijapenda kabisa, jamani. Kuna mtu ameandika hivyo bwana kweli kabisa, huyu Juma ni mbwa tu, hana haya kama uh, mwanamke kabisa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mndka bwana, mimi naamini yule anayetoka kukaa kusema yale mliyokuwa mnayasema ndiyo mbaya, ila kama binadamu kusemwa ni lazima. Sema kuna watu wanapenda kuonekana wema. Kuna mtu amekuja ku comment hivyo kwa mtu hapa, amesema kwamba bwana wa Watanzania tunapenda sana ubaya. Sema mama hapo kwenye lipsi denda, umepiga penyewe ule mdomo bwana. Haya, kwa sababu bwana umezungumzia unyayo, afa akacheka, kwa sababu bwana Juma Lokole bwana ni mieyusho yule. Yeah. Unakaa kuchunganisha wanawake, alafu ujiite wewe ni mwanaume. Huu upu ni upuuzi, amenikwaza sana. So hizo ni comments ambazo zimejitokeza kuhusiana na hii ishu ambayo Mama Mawigi ameizungumzia leo.